Namhii ambako nasikiliza ni Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 30 za mwezi wa kumi 2025, majira ni saa 12 asubuhi za Afrika Kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki no like, na mimi ni Rwajabu akili Kabonga. Ili kwa kuweza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati kwanza. Ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini: mapigano Kibati kati ya M23, FRDC, uzalendo bado yazidi kuendelea. Kinshasa: majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC yaweka pabaya M23. Tanzania: Tanzania ya waka moto wa maandamano kila kona, serikali yatoa tamko kubwa. Kumbuka operation saidia muzalendo baara kuunaendelea, na kama ujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kulaziana kwa skrini yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ili uendelee kukutana na matukio mengine ambayo yako na nazidi kuridima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa Kongo East, pamoja na Central Africa na kote duniani. na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi za mapigano huko jimboni Kivu ya Kaskazini, tarafani Walikali, ndani ya kitongoji cha Kibati, ambako mapigano Kibati kati ya M23 FDC na Wazalendo kando kando ikiwa bado inaendelea baada ya mapigano makali ya takriban masaa ishirini na saba huko, Wazalendo na FDC wakidhibiti mji wa Kibati pembezoni mwa mji huo, magaidi wa M23 wamekuwa wakianzisha mashambulizi mapya ya kujaribu kukomboa mji huo, lakini pasipokuwa na mafanikio makubwa. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Wazalendo bado wanaendelea kushikilia Kibati, huku mikakati ya kuendeleza harakati za mapigano zikiwa bado zinaendelea. Takriban wananchi wa maeneo hayo wameweza kukimbia makazi yao huku wakihofia usalama wao kuwa katika hatari kubwa. Mapigano hayo ya Kibati yamepelekea Wazalendo na FRDC kudhibiti eneo kubwa la Kibati, na mawagaidi wa M23 wakiwekea kambi yao takriban kilomita 13 maeneo ya Kashebere huko. Pia ndege za FRDC pamoja na drones zikiendelea kufanya harakati ya kuwachakaza magaidi wa M23. Hapa eh, ni Kibati hapa. Kibati hapa komanda sekteri yule. Tuko mkibati ndani manyumba njoo ile manyumba kuambiliwa kuna bongo. Okay. Okay. Hey, hali, njoo. Okay.

na baada ya taarifa hizo kutoka Kibati tuingie jijini Kishasa ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC yaweka pabaya M23 kupitia wizara ya ulinzi, msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sylvain Kenge ameweza kukanusha madai ya M23 ya kulalamikia serikali kuendeleza harakati za kuwapiga, badala yake wakisema kwamba ni M23 ndiyo inaanza uchokozi na kisha serikali inajibu mapigo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewatupia lawama magaidi wa M23 kutokuheshimu makubaliano ya seselefe huku wakisema kwamba wao wanajibu mapigo baada ya magaidi hao kujaribu kuvamia ngome za FARDC ambazo wao wanakuwa wanaheshimu mkataba wa CCLF. Amezungumza hayo msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka jijini Kinshasa, Generali Sylvie Ekenge. Na zaidi sikiza ujumbe huu kutoka Kinshasa. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants

Kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashindwa kutekeleza makubaliano ya CCLF huku wakivunja utaratibu wa Doha pamoja na Washington. Mengi na zaidi, huyu hapa Bertrand Bisimwa, makamu mwenyekiti wa Alliance Brave Congo M23 pamoja na ARDF. Oui, c'est vrai. Il y a blocage, mais la, le blocage ne vient pas de nous. Le blocage vient de Kinshasa. Je voulais expliquer. Nous ne pouvons pas escamoter des points

na mnaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV, na pia unatufuata kutoka Australia, kutoka Canada, USA pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jidi Kizenga Tembele King Sale, the only one king from USA, Kizabe Aiba Mashaka Ayambade Done Butoto Asokolo Abmao, mzee wa state ya Maine, unasikiliza Baraka One TV ankizikandeke. Baada ya taarifa hizo, tuingie nchini Tanzania ambako Tanzania yawaka moto, maandamano kila kona, serikali yatoa tamko nzito. Kuelekea vipeperushi vilivyoanza kuzagaa kabla ya tarehe ishirini na tisa za mwezi huu wa kumi ambako serikali ya Tanzania ilipiga marufuku namna yoyote ya maandamano siku ya uchaguzi ambayo ilitarajiwa kufanya hiyo jana ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Waandamanaji wananchi wa Tanzania waliweza kuhimizana, na hivyo tarehe ilivyofika, wakajitupa mitaani kwa ajili ya kuonyesha hasira zao na kutaka mageuzi katika serikali ya Tanzania. Baada ya maandamano hayo ambayo yalipelekea jeshi la polisi kutumia sila, kutumia mabomu ya risasi na yale ya kutoa machozi huku jeshi la wananchi JV likionekana uh, likiwa sambamba na wananchi huku likiwalinda raia kutokana na madhara. Serikali ya jamhuri, serikali ya Tanzania imeweka amri ya kutotoka nje nchi nzima kuanzia saa kumi na mbili jioni kufuatia machafuko ya umma wakati wa uchaguzi mkuu nchini huku huduma za internet pia zimezimwa ili kuzuia wananchi kushiriki kwa kutuma mitandaoni hali halisi ya maandamano na uwajibikaji wa serikali nchini. Ninawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa kumi na mbili niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndiyo pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo, kwa kazi maalum. Watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia maandamano yanayoendelea vijijini na mijini kupinga uongozi wa Samia Suluhu Hassan wakimtaka aondoke ofisini na CCM iondolewe madarakani. Huwezi ukawa mgombea halafu kachagua kwa vikundi. Sisi tunataka tume huru ya uchaguzi ili kila Mtanzania ashiriki kuchagua kiongozi anayemtaka. Sisi ni Watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa, wa vyombo vya habari, pia tunapenda vyama, vyama vya siasa vipate uhuru wake. Sisi ni kwamba tunapenda siasa ya Tanzania iwe siasa safi, siasa kama siasa kama, kama, kama iliyotuachia Mwalimu Nyerere. Ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo, wameweka watu wao. Isitoshe, na viongozi wengine wa vyama wameshikwa. kwa haki tunayotaka sisi ndio kama hivi tunaandamana ili tuipate haki kama raia, kama katiba inavyosema. Tumeanza kuandamana hapa, mtu mmoja kapigwa risasi, kapigwa risasi ya kwenye bega ikatokea upande wa pili. Kwa hiyo inafika sehemu mpaka unaanza kuwaza wai, yani nakuaje mimi sijapigwa lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu. Nakosa silijui lakini nimejitetea nikiwa ndani, jamani, hapa pana amani. Kaambia toka nje, na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi. Mimoshi mtoke na mabomu ya machozi, kama hivyo mnavyo, kama hivyo kama mnavyosikia mnavyosikia hii. Je, tanzaniani? E, Tanzania yetu sasa kwa siku ya leo tuya uchaguzi imekuwa kama tuko Kongo. Jamani, haya mambo tumeyazoea kuyasikia Kongo na nchi nyingine, lakini sio Tanzania. Tanzania ni nchi ya amani. Kwa nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki eh? Kwa nini tupigwe risasi? kwa hicho kitu sisi tunapinga na hii isho haiishi leo wala kesho, mpaka ikubalike. Baada kwa kwenye basi la mwendokasi, dereva naye anaogopa naye anakuwa nafsi yake, na sisi abiria, kila mtu anakuwa nafsi yake. Gari ilizima milango iligoma kufunguka. Baada ya hapo, wananchi wakawa wanaanza kurusha mawe ile gari ya mwendo kasi, wamerusha mawe. Mimi baada ya kuona mawe yanazidi, kabidi nilale chini ya kiti nikajifunika uso wangu na hichi kibegi. Jua likanirukia uso, nikadunda kwenye begi kadondoka chini, ila vile vioo vilivyokuwa vinashuka kutoka juu ndio vikawa vimeniangukia mgongoni vingine ndo wakati natambaa nimechunika chunika. Vyombo vyote vya televisheni na redio nchini vimezuia kurusha matangazo ya machafuko yanayoendelea nchini Tanzania, huku baadhi ya vituo vya kupiga kura vikiwa vimeshaharibiwa pamoja na mali za Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba pamoja na wasanii kadha wa kadha na viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi, CCM. Hali hii inapelekea wananchi wa Tanzania kuonyesha asira yao ikiwa ni takriban miongo kadhaa ambako nchi ya Tanzania haijawahi kushuhudia maandamano makubwa kama yaliofanyika hiyo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano. Unanisikiliza ni Baraka One TV. Na wondo, mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa na saa kumi na mbili. Saa sita tutakazia sana swala la Tanzania na hali ya usalama jinsi inavyoonekana kuyumba Afrika Mashariki nakati, na kati na nchi za Maziwa Makuu. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one in town DJ Pima, nikurushia haya matangazo.